Habari njema ikirushwa iki, iki Bukelebe TV. <laughs> Karibu sana, tusiache kufuatilia katika tv ya Bukelebe. Bukelebe TV, habari za asubuhi. Karibu katika kipindi cha lesoni, na leo tunaenda kuangazia lesoni ya Jumanne na tupo katika robo ya nne na tupo katika somo la nane Lesoni ya somo eh, Jumanne, ina kichwa cha habari kinachosema nguvu ya kielelezo. Tuombe. Eh, Mungu baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku hii nzuri. Tunapoenda kusoma lesoni hii, tunaomba roho yako Mtakatifu atufundishe ili e tuielewe vizuri na tuiishi. Tunaomba haya kwa jina la Yesu, amina. Usomaji wa biblia kwa mpango, tupo katika kitabu cha Waamuzi Sura ya tano katika Bibilia tunasoma habari ya Kalebu, Othnieli na Aksa katika kitabu cha Yoshua sura kumi na tano mstari wa kumi na sita hadi kumi na tisa lakini vilevile kitabu cha Waamuzi sura ya kwanza mstari wa kumi na tatu na kitabu cha Waamuzi sura ya tatu mstari wa saba hadi mstari wa kumi na moja Kalebu alikuwa mtu wa imani, alikuwa jasiri na aliyekuwa tayari kutii Mungu. Aliahidi kwamba mtu yeyote atakayeshinda mji wa Debiri atapewa binti yake Aksa kuwa mke. Othnieli, kijana mwenye ujasiri na imani, alisimama akapambana na akashinda. Kwa ushindi wake akampata Aksa. Hapo tunaona kuwa Kalebu aliweka kielelezo kizuri na Othnieli, kijana aliyekuwa mbele yake, akaiga hilo. Baada ya ndoa yao, Aksa alimwomba baba yake ardhi bora zaidi yenye maji. Aliomba vyanzo vya juu na vyanzo vya chini. Haya unaweza kuyapata kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 15 na ule mstari wa 19. Maombi lake inatufundisha kwamba kama vile Kalebu aliwahi kumwambia Yoshua, nipe nchi hii ya milima, kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 14 mstari wa 12, vivyo hivyo Aksa akiwa mtoto wake aliiga imani hiyo aliiga ujasiri huo na uhodari wa baba yake. Hii inaonyesha kuwa mtoto huiga kile anachoona, si kile anachoambiwa tu. Kama mzazi akionyesha imani na ujasiri, mtoto atakuwa na imani pia. Kama kijana akiona mfano wa kumtegemea Mungu, naye ataiga vivyo hivyo. Katika kitabu cha Luka sura 18 mstari wa kwanza hadi mstari wa tano, Yesu anatoa mfano wa mjane aliyekuwa haachi kuomba haki yake, ingawa hakimu hakuwa na huruma, alifikia hatua akasema, niache nimsaidie huyu mjane asije akanisumbua. Yesu alitufundisha kwamba tuendelee kuomba na tusikate tamaa kama yule mjane. Mfano huu unatufundisha kuwa imani ya kudumu huleta matokeo, kama ujasiri wa Kalebu na uthubutu wa Aksa uliwaletea baraka. Hivyo tunajifunza kwamba kizazi kipya hufuata njia ya wale waliotangulia. Vijana wanaiga kile wazee wanafanya. Kama wazazi, viongozi, walimu na waumini, tunapaswa kujua kwamba maisha yetu ni kitabu kinachosomwa na wengine. Kama tunavyoonesha imani, vijana watajifunza kuamini. Kama tunaonyesha roho ya sala, vijana watajifunza kuomba. Kama tunasimama kwa ajili ya Mungu, vijana nao watasimama hivyo Kalebu aliwezesha kizazi kijacho kuendelea kutoa mpango wa Mungu. Hii inatufundisha changamoto na pia fursa. Changamoto ni kwamba dunia ya leo ina vishawishi vingi vinavyotaka kuharibu imani ya vijana, lakini fursa ni kwamba tukiwafundisha vizuri, tukawaonyesha mfano wa maisha ya kiroho, tutakapowaombea na kuwapa nafasi ya kufanya kazi ya Mungu, basi wataongezeka katika uongozi wa kiroho kama Othnieli alivyoongoza Israeli kwa miaka arobaini ambazo habari zake tunaziona kitabu cha Waamuzi sura ya tatu mstari wa kumi na moja. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa kielelezo kizuri kinachoonyesha upendo, kinachoonyesha uvumilivu, kinachoonyesha imani na kinachomtegemea Mungu katika kila hali. Mfano mdogo, mtoto anapoona mzazi wake akisali kila asubuhi naye ataiga kijana anapoona mzazi wake akiwasaidia maskini yeye pia ataiga lakini akiona hasira chuki au ulevi naye atadhani hayo ni maisha ya kawaida ndiyo maana bibilia inasema mlee mtoto katika njia mpasayo naye hataiacha hata atakapokuwa hata mzee kitabu cha mithali sura ya ishirini na mbili mstari wa sita karibu alimlea Aksa kwa mfano na Aksa akaonyesha tabia ile ile ya kuomba baraka kuonesha ujasiri na kutenda kwa imani. Kwa hiyo tunapopitisha mwenge wa imani kwa vijana, tunahitaji kuwa mfano bora, kuwapa nafasi, kuwafundisha Biblia, kuwasikiliza na kuwaombea. Mwisho wa yote, kizazi kipya kitakuwa imani kama cha Kalebu na Othnieli, na kazi ya Mungu itaendelea mbele. Tuombe. Ee Mungu wetu, baba yetu, nakushukuru kwa lesoni hii ambayo imetufundisha umuhimu wa kuwa kielelezo kizuri kwa watoto na vijana. Tusaidia kuishi maisha imani, maisha ya ujasiri na utiifu kama Kalebu, Othnieli na Aksa. Tujaze roho ya sala na tuchochee mioyo ya vijana kukupenda na kukutumikia Bwana. Endelea kutulinda sisi, familia zetu, kanisa letu, na taifa letu la Tanzania. Tunaomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo, amina.